Basi nimalizie kwa tafakari yangu juu ya uwezo wa Mungu Roho Mtakatifu kwa waamini wake ambao tumeimba katika sekwensia kwamba uje Roho Mtakatifu, tuangaze toka mbingu roho zetu kwa mwanga wako. Kama tunamuomba Mungu Roho Mtakatifu kutoka huko mbinguni atuangaze, nawe pamoja nasi, namjua kama Mungu Roho Mtakatifu makao yake ni mbinguni, lakini na duniani kwa sababu hana mipaka yeye, ndio mlinzi wetu, yeye ndiye askari wetu anayetulinda dhidi ya maovu, dhidi ya manyang'anyi, dhidi ya wezi ambao anaweza kupita kutupokonya imani yetu. Mungu Roho Mtakatifu ndiye jemedali mkuu akitulinda sisi wanaye. Uje Baba wa masikini, uje mtoa wa vipaji, uje mwanga wa mioyo. Mungu Roho Mtakatifu ni baba wa malika yote, ni baba wa matabaka yote, awe maskini, awe tajiri, awe mtu wa namna gani, ni baba yao. Pia maskini wanaokuwa na umaskini wa kutomjua Mungu. Umaskini ni aina ya unyonge. Ukijisa mimi ni maskini katika maisha ya hapa duniani, maana yake huna uwezo wa kufanya lolote lile. Pengine Mungu amekuumba na kukupunguzia viungo vingine, labda mkono umevunjika, mguu ni kilema, huongei, usikii, akili ni tahira, ndio huyo maskini wa mwili. Kwa hiyo wengine msijifikiri kwamba mkalisema sisi ni maskini hapa, mko matajiri mno. Mungu, Mungu akitaka kumaskinisha huwezi hata kuimba, tuweza kutembea kutoka pale pa kurete kwenye toroli Uweza akakuona wengine hata wasikii. Huyo amemasikinishwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sisi ni masikini wa roho, kiasi kwamba roho zetu muda mwingine hatusikii, muda mwingine hatuoni. Ndio maana tunamuita Roho Mtakatifu atuletee mwanga. Muda mwingine hatutembei tunavyopasha kutembea. Ewe mwanga wenye heri uwajaze waamini neema yako mioyoni. Huyu Roho Mtakatifu tunamwambia kwa vile ana mwanga wa kwenye heri, anaomba waamini wajazwe neema yao mioyoni mwao, ili kusiwepo na vurugu, kusiwepo na shida katika utendaji wao. Bila nguvu yako wewe, mwanadamu hana kitu, kwake yote yanakosa kama kwa kweli. Bila nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu, mwanadamu hana kitu, kila kitu anaweza kuona kosa, akamwona katekista mbaya, akamwona mwimbaji mbaya, akamwona huyu mbaya, yani yeye, yani anafikiria tu mambo ya yake tu mingine, na ni kweli kamkuta yuko mbaya. Sasa ndio tunaomba tujazwe nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu kusudi tuondoe hisia hizo mbaya mbaya mbaya mbaya mbaya za kufikiria ubaya tu badala ya uzuri. Osha machafuko yetu po, panyeshe pakavu petu na kuponya majeraha. Anayeongelewa ni wewe, katika sekwensa hii, wimbo wa Roho Mtakatifu. Ni wewe ndi unayeongelewa kama mwanadamu. Osha machafuko yetu tunayokuwa nayo katika mazingira yetu katika nchi yetu katika kigango chetu katika jumuiya zetu katika familia, machafuko yaliyo kati ya mwanadamu kutoelewana kwetu kutoishi kwa pamoja, ndio tunaomba nguvu ya Mungu Mtakatifu itusaidie tuishi kwa upendo. Panyeshee pakavu, muda mwingine Mkristo unakuwa na ukavu wa, wa roho. Mmea ukiwa na ukavu wa aina yoyote ile unanyauka, si ndio? Hiyo ona miti sasa hivi tunaanza kiangazi inapukutika, si ndio? Kwa sababu ni pakavu. Ikianza kunyesha mvua tu na kwambia yote tunachipuka, mahindi yata- yataika yata, yata, tutalima maana kila kitu. Na sisi katika roho zetu, nasema hanyeshee pakavu petu. Kwamba mimi ina ukavu upi wa roho? Nimekauka kipi? Sasa umekauka tu wala mke wako hamna hata sakramenti ya ndoa hapo, ni pakavu. Yaani mesha kikaukia nini, hamjui mwisho wake ni kwenda kuoza. Watu wanakufa bila sakramenti hata ya ndoa, kwa sababu wanapeana chakula cha mwili, unapeana chakula cha mwili, unapeana hitaji la mwili hitaji la viungo vyenu mwili uliojaa tamaa ndio una, unafikiri unajifariji, lakini roho yako inatakavu, kwa sababu hujaiunganisha wewe na Mungu. Unafanya unachopenda wewe mwenyewe, uko mkavu. Unasema panyeshe pakavu petu na kuponya majeraha. Nani? Mna majeraha mengi sana, familia zinagombana, baba na mama wanagombana, watoto na wazazi wanagombana kila aina katika familia, tuna majeraha mengi. Mtu mwingine ana majeraha, ana pressure kwa sababu ya ndoa, hapo pana shida, ana majeraha kali, mara majeraha mengine kama Yesu alizoa mikononi, mkono wa huku, kichwani, miguuni na kadhalika, umefungwa na nguvu za shetani. Hayo ni majeraha, ni makofi kweli. Naomba Kristo uh, Mungu Roho Mtakatifu aondoe, ulegeze ukaidi, pasha moto ubaridi, nyosha upotevu wetu. Naona ulegeze ukaidi, tutakuwa wakaidi kweli, tutakaidi kweli, tutakuwa kaidi tu. Unapo kaidi kumbuka sio wewe. Unapokuwa mkaidi kwa namna yoyote ile, kwenye familia, kwenye jumuiya, kumbuka sio wewe wewe hujaumbwa na Mungu akaweka nguvu ya ukaidi kwako, mm -mm. Mungu ametuumba akakulizia hewa ya uhai, kwa kila mwanadamu ni mzuri, isipokuwa shetani anakuja kuchafua umbile lako, ndio ukaidi huu. Ubaridi mwingine, unapokuwa na baridi, pengine unanyogonyea hata kufanya kazi za kanisa, basi wewe unajiona wewe huwezi nini, hamna na kadhalika. Ujue una baridi, unamhitaji Mungu Roho Mtakatifu aondoe hiyo nyama ya jiwe ya ukaidi iliyo kwako, kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu ni mweza yote, na aingize moyo wa nyama, moyo uraini, na aingize joto joto kwako, kusudi uenvukuwe mchangamfu katika mambo ya Mungu. Kuna wengine kwenu nabaki mko baridi. sira alikuwa ananiambia nitoboe siri, nitoboe siri. sira alikuwa ni ananiambia hivi, kamena wanapenda misa saa moja, ukiwapangia saa tano unakuta wachache. Nami nikasema sawa tu taaa, kadiri Mungu anavyojipangia ni wapelekee vivyo hivyo. Kama wanakaubaridi kanini, wanaenda wapi siku ya Jumapili? Wana kazi gani nyingine, kama mtu ulioliko Jumamosi? Na bahati sisi nyelugusuni, leo shida kweli, lakini nishasema, mpaka wameshanielewa leo. Mkristo Mkatoliki, funga biashara Jumapili hiyo kabisa. Ni umaskini mtu. Au kama una biashara njoo usali kwanza, na usiniharakisha mimi ni hubiri ili ukafungue duka lako. Eti mwingine siku ya Jumapili mke leo anafungua duka tangu saa moja mme anaenda kusali. wiki ijayo mma anabaki dukani, ni umaskini, hamtatajirika

wanaokolewa wafungi juma mosi mabanda yao. Mbona watu wanasubiri? Kitu chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Kama una kitu kizuri kwako, hata ukifungua saa nane, watakuja umekuta wamepanga mstari, wanajua hapa kuna kitu. Hii sio kama mtu ende ukaacha kusali eti uanze huko ndio utapata to, utakuwa mvuja jasho mpaka, kwa sababu unajua mpangilio wa imani yako bado uko pakavu, uelewi. Una kakaidikaidi na kaupotevu kingi katika maisha yako ya kutoanisha maisha ya imani yako na shughuli zako. Usipotofautisha tu ukazioanisha vizuri, kuisha kazi utakuwa kama ni bendera tu, ukija upepo huku huko utafika wapi? Simama mlima katika imara, na ndiyo maana ya Mungu Roho Mtakatifu, wape waamini wako wenye tumaini kwako pati zote saba. Omba Mungu Roho Mtakatifu akujalie neema na baraka, uweze kujitambua, mimi ni nani? Upendeleo alioupa Mungu ni upi? Hivi wewe, hivi nyinyi, unajua Mungu anakupendaje wewe au hamjui? Mnajua baraka aliyokupa wewe, au kila siku ni malalamiko? Tambua neema ya Mungu pao, utaona shida ukitamboka. Mungu anampenda kupitia hiki, siwezi hata siku moja kumpana Mungu. Usipoelewa utakuwa upofu. Wape tuzo ya fadhila, wape mwisho bila ila, wape heri ya milele, mana Mungu unaomalizia tunajiombea kifo chema, Roho Mtakatifu atujalie kifo chema, wape mwisho bila ila, ila, yaani wafikie mwisho bila tatizo. Ndio nguvu ya Mungu, Roho Mtakatifu ukimtumikia yote haya yanawezekana, ukijiweka kwake kama tulivyopewa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ubatizo wetu na kipaimara imara yote yanawezekana.